Sijajua isha katika mm -hmm. masuala ya usajili sasa mm -hmm. uh, kwa makanisa katika nchi ya Rwanda ipoje usajili mm -hmm. ambao unafanyika kule labda una usajili ambao unafanyika kwa hapa kwetu Tanzania, Tanzania mm -hmm. vina uiano au ni kwamba kuna utofauti ambao upo? Kwa sababu ukija kuangalia usajili ambao unafanyika uh, kwa hapa Tanzania ni kwamba lazima mtu ambapo anataka sasa kuanzisha kanisa mm -hmm. lazima akuwe na nakala mm halisi -hmm. lakini vile vile lazima, uh, watu hao, maana ninakuwa ni kikundi, sio mtu mmoja tu mm -hmm. peke yake. Mimi sidhani kama pekee yake ukanyanyuka leo Aisha ukasema ngoja nanishe nianzishe kanisa langu, sio kweli, lakini unaambiwa lazima kuwe na fomu na hiyo fomu inajazwa wizara ya mambo ya ndani ya nchi. mm -hmm. lakini sambamba na hivyo, a, Aisha, lazima kuwe na muktasari wa kikao ambacho mlikaa sasa nyinyi ambao mnataka kuanzisha jambo lenu, mm -hmm. mnataka mshe kanisa. Kikao chenu cha mwisho mlikuwa mnazungumzia nini Tugana, eh? mm -hmm. lakini sambamba na hivyo kuna masaa ya uasifu masaa, sasa wale ambao watakuwa ni, watakuwa ni viongozi wasifu wao waweze kupeleka mm -hmm. Uh, wizara ya mambo ya ndani ya nchi mm -hmm. Lakini hata hivyo kuhusiana na hawa ambao ni waasisi ambao wanaanzisha kanisa, lazima waweze mm -hmm. kutambulika katika uh, serikali lakini hata hivyo, ukija kuangalia uh, kwa Rwanda kuweza kusema kwamba sawa kama makanisa ambayo yataweza kuanzishwa kwamba na mtu ambaye atataka kuanzisha hiyo kanisa lazima elimu yake iwe ya chuo kikuu, inakuwa ni changamoto changa. Naweza nikapata picha kwamba hiyo ikija hapa kwetu ingekuwa vipi, Aisha? mm -hmm. Lakini hata hivyo ukija kuangalia hata idadi ya makanisa ambayo yameweza kufungiwa katika taifa la Rwanda ni idadi kubwa sana Aisha, ni zaidi ya makanisa mia sita ambayo yameweza kufungiwa. mm -hmm. Lakini hata hivyo ukija kuangalia kuna vitu ambavyo labda Rwanda wameweza kukaa na kuweza kuviangalia. mm -hmm. Tukumbuke Aisha, kuna kipindi hata kwa kwetu Tanzania, kuna baadhi ya watu walikuwa wanalalamikia kuhusiana na kanisa fulani, ambapo kama wanataka kwenda kumuona huyo uh, ambaye ni kiongozi wa hilo kanisa kwa ajili ya kufanya maombi ya kuombea mm. au kwa ajili ya kwenda kumuelezea matatizo yako kwenda kuonana naye ana kwa ana kuna kiasi cha fedha ambacho watu walikuwa wanatozwa baadaye baada sasa ya serikali kuweza kuweza kugundua tukaona kwamba huyo kiongozi akaweza kufukuzwa hapa nchini. Lakini sasa labda hilo tatizo ambalo huku Tanzania tulikuwepo nalo labda katika taifa la Rwanda na kwenye kuna changamoto kama hiyo mm -hmm. Na ndio maana ukaona wameweka sheria kama hizi mm -hmm. Aiwezekani ni kwamba serikali ikakaa ikakurupuka kusema tuweke sheria hii na hii na hii na hii, mm -hmm. hii. ambapo hii ni miongozo kama mtu ambaye anahitaji sasa kuanzisha sasa kanisa inabidi aweze kuzifata. Kuna changamoto ambayo ipo mimi na ambavyo nafikiri kwa mtazamo wangu, na ndio maana mm -hmm. na wenyewe wakaamua waweke sheria kama hizo mm hata -hmm. mapato tu ya kanisa ambayo yanapatikana ya inabidi mm -hmm. serikali iweze kufahamu mm -hmm.